Mbona mnacheza na biashara yangu? Mnataka mnifilisi? Eti Bosco, una mkakati gani kuhusu biashara? Unataka kunipindua? Hapana bosi, ila sasa hivi mambo yamekuwa magumu kutokana na hii COVID. Excuse, excuse does not pay bills. Pumbavu! Nimekupa milioni 50 mpaka sasa, mzigo siuone. Nakupa siku mbili, utajua mwenyewe. Unasafiri kwa ungo, unasafiri kwa usafiri gani? Sitaki kusikia cha COVID wala novida, ninachotaka biashara iendelee. Bosi, lakini bosi... Sasa hivi hata kusafiri imekuwa changamoto kwa sababu nchi zote wamefunga mipaka. Mtawezaje bosi wangu? Hapo utakuwa bosi unanionea tu. Hapana bosi. Msifanye. Saliki, tafuta kinyozi mwingine. Wewe nimekupandisha cheo, kuanzia sasa utafuta mzigo. Pesa si unajua anapowekagau? Basi sawa, kwanzia kesho nitaanza proses ya visa passport yako pamoja mm. na document mm. zote mm. Yes, afande, uh, kuna ripoti kuwa kuna mlio wa risasi kutokea karibu na saluni yako. Kuna mtu alikuwa anaharibu biashara yako you know, so utahitaji tuje tuibebe hiyo maiti. Hapana, Sadiki nimempandisha cheo, atasafisha kila kitu. Basi kazi njema. Watu wakiuliza, tutawaambia ni transformer ililipuka au bla bla yoyote, sawa? Aya, njoo nikufundishe namna ya kupoteza mwili wa binadamu. Usiogope, ila kuwa makini, yasije yakakukuta.

Hivi vingine vilivyobaki tunaenda kutupa kule poli lingine. Ukifanya hivyo, daima haitajulikana ni nani amekufa, kama tu ukikumbuka kuchoma kichwa kama tulivyofanya kule. Yes, Mr. Rajnish. During this period of corona, the drugs is

Tumepata dili lingine kutoka India. Tumalizane na huu mzoga, tuende tukafanye kazi. Hapo imenibidi nipite njia za panya mpaka Senegal, ndo nimeambulia hizo kilo kumi. Nao hevel dila wa wanajua kama kuna scarcity, wanapandisha bei sana no. Hapo sasa itakuwa utata. Mr. Rajnish peke yake anahitaji kilo kumi na hela alishatuma. Itabidi umwambie ukweli ili aijue haja halisi.

Ametupa wiki moja na amekata. Sasa tutafanyaje? Na hela yote imeisha. Hachana naye, hawezi mtisha. Huu mzigo tutausafirisha kwenda South Afrika. Kwanza yuko jela ya Covid, hawezi nifanya lolote. Ana wadau wakawatuma huku, hakuna anayeweza kunigusa kwenye hii Afrika, hii ni ardhi yangu. Yamekukuta, bosi. Who is Mr. Rajnish? Aa, kwa majina naitwa Sande Mapya ndiye mwongozaji wa hii filamu fupi ya Baba Shop. Nikishirikiana na mwandishi wangu Joseph Mongo ambaye kwa pamoja tulishia mawazo na kuja na hii idea ya hii filamu ya Baba Shop. Mwanzo kabisa filamu ya Baba Shop haikuwa filamu fupi, ilikuwa ni filamu ndefu ambayo niliiandika mimi mwenyewe, lakini kulikuwa na changamoto kubwa sana. Filamu hii nilifanikiwa kuifanya kwa mara ya kwanza mwaka elfu mbili kumi na tisa. Baada ya kuwa nimepata connection na huyu Amir Hashmi, huyu muindi ambaye kwa kwanza kabisa aliona filamu yangu fupi ya Corona, hapo ndo tulipotengeneza urafiki na kuona tunaweza tukafanya kitu. Yeye alikuwa mwepesi, alifanikiwa kushuti script nilomtumia, lakini changamoto ikaja kwangu mimi. Nilifanikiwa kushuti nusu ya filamu, baadaye mara mhusika mkuu akapata dharura. Alikuwa yuko hapa Dodoma, mara akasema anahitajika kwenda da na ni lazima ile filamu ikapata misukosuko mpaka ikashindikana kufanyika, kwa ikawa imeishia hivyo mwaka 2019. Uh, nikabaki na material ya huyu mwenzangu muhindi, lakini mwenzangu akawa anatafuta kila mwaka, kanitafuta 2020, vipi kazi haikamiliki? Mara leo nimemwambia hichi, mara kesho nimemwambia hichi, 2021, mara leo nimemwambia hichi, mara ni ni kesho nimemwambia hichi, 2022, mara leo nimemwambia hichi, kesho nimemwambia hichi, 2023, nikaona sitaki kuipoteza hii nafasi lakini pia nilikuwa naumia, hii ni kazi kubwa, ilitakiwa tuifanye, lakini kwa nini ilikuwa na changamoto? Hapo ndipo nikamtafuta mwandishi huyu Joseph Mongo, ambaye tayari nilikuwa nimeshashirikiana naye katika kazi nyingi. Nikamwambia bwana, kuna kazi nimefanya na Wahindi, moja mbili tatu, natamani itoke ili iendelee kufungua milango mingine, kwa sababu sasa hivi tumekamilika, tuna production yetu. Mwanzo nilikuwa kuazima kamera na nini. Basi ndo tukakaa mezani tukaandaa kitu na ndo tukawaandalia hii baba shop ambayo na yenyewe Haikuwa ofisho sana, ilikuwa ni chap sana lakini nashukuru Mungu ni kitu kizuri. Na edit na furahi, na shoot na watu na furahi. Kwa hiyo hiyo ndio historia fupi ya hii filamu ya Baba Shop. Kwa hiyo naomba mtu support, naomba mwitizame, kwenye maoni mtupe maoni lakini pia mtegemee kazi nyingi zaidi na hawa ndugu zetu wa Hindi. Kwani tunaendelea kushirikiana nao na tunategemea kufanya nao makubwa zaidi. Changamoto kubwa kwenye hii kazi zilikuwa hizo tu, lakini kwa wakati tunaifanya, hakukuwa na changamoto nzito sana ukilinganisha na kuanzia huko 2019 kwa nafikiri, wakati wake wa Watanzania kuipokea na muicheki na muendelee kufuatilia kazi zetu nyingine. Msiache kusubscribe YouTube channel yetu ya Paka100, ambapo mtaona kazi ambazo zitakuwa zinaruka hapo, ambazo zimeongozwa na mimi mwenye director Sande Mapia, asanteni sana. Sisi Kwa majina naitwa Frenki Joseph Evo Mbago. Aa, kwenye hii shorti filamu ya Babashop nimetumia jina la Sadiki ambaye nilikuwa ni kinyozi lakini baadaye nitakuwa nauza madaa ya kulevya. Skripti ni nzuri, nijaribu kumpongeza mwandishi Aa, na sisi kwa upande wetu tuliipokea tukaisoma tukaielewa, japo kulikuwa kuna changamoto kidogo script ilikuwa ina maneno ya Kiingereza <laughs> na si shule <tuligimbea. laughs> kwa hiyo kidogo ilikuwa inatupatia changamoto, lakini hivyo hivyo tukapambana nayo tukafanya kitu ambacho sisi tunaamini ni kizuri Aa, kufanya kazi na director Sande, kwa binafsi yangu mimi napenda sana kufanya kazi na director Sande kwa sababu hata movie ambazo anafanya ni movie nzuri quality, tukiwa location ana direct vizuri changamoto kubwa ambayo tumekutana nayo location, kuna location moja ilitutaka tutoke kwenye mji wetu tukaenda nje ya vijiji huko. Sasa changamoto ile tukuta, tulikuwa tunasafiri na vifaa vya studio alafu tulikuwa tunatumia pikipiki. Sasa ukizingatia na njia za kule, madereva walikuwa hawazifahamu, niziwe mwongo kati ya madereva walikuwa director, kwa hiyo tuka tunaenda huko hatuzifahamu njia, mara tumedondoka, tumenyanyuka, lakini ndo hivyo hivyo, mwanzo mgumu. Ile sini ya kwanza nafikiri, nafikiri ni na ya kwanza au ya pili, alipigwa risasi na mama furaha <laughs> ile sinyi nilipenda kwa kuwa tulishuti, tulishuti mida saa ngapi, kwa saa tisa hivi tulikuwa tumetoka saa nne nyumbani tumeenda pale, tumefanya tumebandika ale magazeti, tumeweka vitu sawa, ndo tukaanza kushuti. Kwa hiyo nikaona pale kuna nguvu fulani ya umoja, nilipenda ile sini, hata pia kwenye uchezaji.